Ugonjwa wa mahindi unaosababishwa na kipepeo, mlipuko wa taratibu sana unaonyemelea mashamba yetu. Hebu tuchunguze kwa kina. Karibu kwenye somo la leo. Leo tunakwenda kuchambua kwa kina ugonjwa unaoathiri sana mazao yetu ya mahindi, ugonjwa unaosababishwa na kipepeo hatari anayejulikana kama kiwavi jeshi. Ni ugonjwa unaoanza taratibu sana, lakini matokeo yake ni makubwa sana. Katika somo hili, utapata maarifa muhimu ambayo yatakusaidia kulinda shamba lako, kuongeza mavuno na kupambana na kiwavi jeshi kwa mafanikio tunaenda kujifunza mambo yafuatayo: Moja, chanzo cha ugonjwa huu na jinsi unavyoanza. Mbili, dalili za ugonjwa huu kwenye mimea ya mahindi. Tatu, njia bora za kutibu na kudhibiti viwavi jeshi. Nne, dawa zinazotumika na jinsi zinavyofanya kazi. Tano, mbinu za kuzuia madhara kabla hayajatokea. Sita, ushauri wa kitaalamu kwa wakulima wote. Fikiria shamba la mahindi lililostawi lenye majani ya kijani kibichi yakipepea kwa upepo wa asubuhi lakini ghafla, hali inabadilika. Mmea mmoja unaanza kudhofika, kisha mwingine, ina kabla hujajua shamba zima limetekwa. Huu ni ugonjwa hatari unaosababishwa na kipepeo anayeitwa Fall Armyworm, maarufu kwa Kiswahili kama kiwavi jeshi. Kipepeo huyu mdogo kwa mwonekano, lakini mwenye nguvu ya kuangamiza ndoto za mkulima, hutaga mayai yake kwenye majani ya mahindi. Baada ya muda mfupi, viwavi wenye njaa kali hutotolewa na kuanza kula kila kitu walichokutana nacho. Mbili, ugonjwa unatokana na nini? Mambo huanza taratibu sana. Kipepeo mwekundu au kijani anatua taratibu kwenye jani la mahindi, analiona kama bustani ya kutaga mayai. Mayai hayo huanguliwa haraka na viwavi huibuka kama wanajeshi waliopata amri: kula, kuharibu na kusambaratisha. Mashina yanakatika, majani yanatobolewa na mahindi hayawezi kukua tena kwa afya. Ndipo mkulima hugundua kiwavi jeshi yupo kazini. Tatu, dalili za ugonjwa huu. Ugonjwa huu una alama zake Ukiona mojawapo ya haya kwenye shamba lako jua uko hatarini e. mashimo mengi kwenye majani ya mahindi, majani kuwa na rangi ya kahawia au hata kukauka kabisa, uwepo wa vumbi jeupe au uchafu mweusi sehemu ya kati ya mmea, viwavi wa ajabu, kijani, kahawia au hata weusi, wanatambaa kwa haraka, mmea hauchanui kama kawaida na unakuwa dhaifu mno, mavuno yanashuka kwa kiasi kikubwa e na matumaini hupotea. Nne, namna ya kutibu kama shujaa wa mashambani, kuna hatua unazoweza kuchukua. Kagua shamba lako mara kwa mara e, jicho la mkulima ni kinga kubwa. Ondoa majani yenye viwavi na uyachome mara moja. Tumia dawa maalum zinazoua viwavi kabla hawajaenea. Jaribu mbinu za asili, pilipili, majivu au vitunguu saumu. Panda mahindi mapema kabla ya kipepeo kufungua ukurasa wa mashambulizi. Tano, dawa za kutibu. Katika vita hii, silaha ni muhimu. Dawa bora ni hispinetoram, imamectin benzoate, na lambda cyhalothrin ambazo huweza kuua kwa haraka. Mchanganyiko wa pilipili kali, vitunguu saumu na sabuni hus